Ada ya malalamiko ni shilingi laki tatu. Malalamiko yatakayowasilishwa bila kulipiwa ada au baada ya muda uliowekwa hayatasikilizwa. Tatu, kikao cha kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi maarufu kama masaa 72, kilikosa uhalali baada ya kuwashirikisha wajumbe waalikwa ambao sio sehemu ya kamati hiyo. Kwa maana hiyo, matokeo ya mchezo na Simba Sports Club yanabaki kama yalivyokuwa awali. Vile vile kamati ya katiba, sheria na hadhi za wachezaji imemwagiza katibu mkuu wa TFF kuwapeleka katika kamati za kinidhamu na maadili baadhi ya watendaji wa bodi ya ligi kwa kutowajibika katika nafasi zao na kuipotosha kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi. Nawashukuru sana, na hayo ndiyo maamuzi ya kamati ya katiba, sheria Hadhi za wachezaji. Asanteni. Una, ume... una maswali? Maswali hmm yako. Katibu umekuwa so brief, umekuwa so brief kwamba hatuelewi maamuzi haya ukiachilia video zenu zilizotolewa. Kuna kuna kuna, kuna link nyingine nyuma kwa mfano. Kanuni za kuelekeza nini? Kanuni za kuelekeza mchezaji akicheza mechi akiwa ana yuko a... suspended ile timu inapoteza mchezo. Je, katika maamuzi yenu hii ina nafasi gani? Imechukua ilikuwa nafasi gani? Tunaposema kwamba haya ndio maamuzi, malalamiko ya Simba yamekuwa quashed. Sawa, kila kitu kinarudi kama kilivyo kilivyokuwa kabla ya malalamiko. Au kwa ufupi ni kwamba swala hili lilikuwepo bodi ya ligi ya take note, Simba wamelalamika katika wakati nje ya kanuni. Kwa maana nyingine ni kwamba mchezaji atatumikia Nahani, nadhani tunaelewana maana ya na nilikuwa naweza na kutuma press release na kuishia hapo. Sitaki kupotosha kilichoongelewa kwa maana hiyo kwamba kamati haikuingia ila kwa, kwa wakati wako unaweza ukaniona nika, nakushukuru sana, unaweza kunikumbusha

Ya kanuni za ligi kuu hiyo inataka malalamiko yote yanahusiana na mchezo yawasilishwe ndani ya saa 72. Kanuni hiyo hiyo ya ishirini ikisema kwamba tayari yamelipiwa ya ada. Labda kwa faida ya kila mmoja, ni kanuni hii iliyosababisha malalamiko ya Police Sports Club, uh, ya Dar es Salaam dhidi ya Simba Sports Club kutupwa au kutosikilizwa kwa sababu yalishindwa kukidhi kigezo hicho cha kuambatana na ada. Kwa mujibu wa kilicho kilicho hapa, kwa mujibu wa kilicho hapa ni kwamba kila kitu kinasimama kama kilivyokuwa. Nadhani kwa mahitaji na ya ya, ya press press conference ya leo na press release itakayotoka it, sitakwenda nje hapo. Kwa hiyo sitawataja kwa sasa. Sasa hivi nadhani mamlaka zao za za, za utumishi kwa maana mtendaji mkuu wa bodi ya ligi atapewa taarifa. Ni akina nani ndiye ataamua kama tuweke wazi au namna gani, lakini ha. Kwa upande wa Simba ukitaka na sana wao kukata rufaa, sikiza kitu kimoja hapa, ni kanuni inatumika, hakuna tena rufaa. Hivyo wanaweza kuja na mapendekezo ya mabadiliko ya kanuni kwamba tunako kwenda huko mbele Naweza mk tunaleta malalamiko bila, bila kulipia huko mbele tunakokwenda, tuweze kuleta malalamiko wakati wote, lakini kwa mujibu wa kanuni ambayo ndio nasimamia hili swala limefungwa. Jamani katibu, nasema asante sana. Nashukuru sana. Ukumbuke tu hapo, kwa maana hii sisi Simba ndio inapanda paka nafasi ya ngapi? Ah sasa, hilo ni swala la operation board ya ligi ndio itajua wapi na wapi na wapi sasa